Awali ya yote naomba tena nitumie nafasi hii kuwashukuru sana washukuru kushukuru uongozi wa wilaya ya Urambo kwa kutuleta mahali hapa kuja kuendelea kuona kazi nzuri ambazo zinafanywa na serikali ya awamu ya sita. Sasa shule yetu hii nilituma viongozi eh, kadhaa wamepita kwenye maeneo haya, wameniletea taarifa, kiwango cha utekelezaji wa mradi wetu ni kiwango kizuri, hata kwa macho kinaonekana kiwango ni kizuri machache nikushukuru sana mkurugenzi, umeongeza fedha hapa eh, eh, milioni karibu kumi, lakini na wananchi mmefanya kazi hapa, mkatoa mchango wenu wa shilingi laki nane kwa ajili ya shughuli zinazoendelea za ujenzi. Niwaombe mambo yafuatayo. La kwanza, miradi yote mizuri ya namna hii ambayo imetengenezwa kwenye hali nzuri na nyiye mmesimamia vizuri, ni vizuri kuendelea kuchunguza na wale viongozi waliopo kwenye maeneo ambayo mmewakabidhi wawe wanatoa taarifa. Kama wenyewe hawawezi kufanya marekebisho, watoe taarifa ofisi ya mkurugenzi ili marekebisho yaendelee kuwa yanafanyika siku hadi siku, lakini vile vile maonyo kwa watu lazima yaendelee kutolewa kwamba eneo hili ni eneo sasa la, la shule, wayo lazima liendelee kuheshimiwa. Sambamba na hili ni kuweka mipaka vizuri, mipaka ya eneo hili. Madarasa haya ni mazuri sana, yasipowekwa Ito, kwa mipaka yake ambayo inaonekana vizuri, mnaweza kajikuta watu wanaanza kuja kuingilia maeneo ya shule, na ninyi mnajua wananchi wakianza kuingia, huyu kaingia hapa, huyu kaingia, kesho kutwa mnaanzisha migogoro na wananchi mipaka. Kwa hiyo mipaka, kupitia kwako mkurugenzi, mjitahidi sana kuhakikisha kwamba mipaka inawekwa na alama za kudumu zinakuwepo ili shule tu kubaki kwenye hali uayehai. La mwisho kabisa ni swala la nishati ya umeme meme, ulishafika na ili naelekeza tu mkoa mzima tulikotembelea, katibu na ili nafikiri tuliweke kwenye maandishi, tunapokuwa na halmashauri kuu ya mkoa tulitoe kama agizo kwamba hospitali kuna, kuna hospitali zetu zinajengwa, kuna miradi mikubwa mikubwa inajengwa, kuna mashule yanajengwa ya, ya sekondari hata ya msingi katika maeneo ambayo sasa, eh, umeme upo, ile miradi ambayo imekwisha kamilika mizuri tusije tukasubiri mpaka mwisho kabisa, miradi ya namna hii iende sambamba vile vile na uingizaji wa umeme kwenye maeneo husika, ili shule itakapokuwa inafunguliwa kama hivi, wanafunzi tayari wengine walishaanza hapa. Haiwezekani majengo mazuri ya namna hii yakae bila umeme, na umeme, serikali ya awamu ya sita imeshaleta mpaka maeneo ya kata na maeneo yote ya vijiji, sasa yana umeme. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeweza kufanya vitu vingi hapa kutokana na ushirikiano ninaopata kutoka kwenye chama cha Mapinduzi, um, serikali ngazi ya wilaya na mkurugenzi na halmashauri yake watendaji wote wa idara wote, uh, lakini pia na wananchi kama unavyowaona wakata hiyo, mi napata ushirikiano na mkubwa sana jamani, asanteni aiahisisa mm -hmm. Kila saa tunawasiliana, tunawasiliana, Ukija kwa upande kama alivyoongea mheshimiwa diwani, ameongea vizuri, ni ni kweli hii. Mimi nilikuwa afisa a elimu wa wilaya hmm, kwa a, na shule ile nimekuwa nikiona inazidi kukua, ak kwa kwa, hata mimi nilikuwa naona sio haki, inazidi ikaanza kuwa kama tre. na tatizo ya kuwa shule kubwa sana, kwanza hata ule ufanisi wa shughuli inakuwa nguvu lakini pia nani, kiuongozi, yaani walikuwa walimu wengi pengine gawani awe na mwalimu mkuu msaidizi wawili na kadhalika. Hata mimi nimekuwa nikiipigania hii shule kwamba hapana, lazima ijengwe ingine, na nashukuru nikwenda kujenga hoja mkurugenzi, yeah. Anajua nikwenda kujenga hoja kwamba lazima ile shule ipate uh, yaani punguzo, upate shule ingine, wanafunzi wapungue kiufanisi wa kazi na kadhalika. Kwao nashukuru zile fedha zikaji, nashukuru sana serikali yetu inaongozwa na uh, inaongozwa na Dokta Samia na, na tulikwenda mimi na mkurugenzi na mkuu wa wilaya na afisa mipango tukazunguka kutafuta eneo, wapi kwa sababu tukutaka watoto waende mbali. Kwa kweli tulishinda Tukapata eneo tukalitangaza, kumbe limeingia kwenye kata ya Uramu, kwa hiyo ikabidi tuendelee kutafuta. Nashukuru halmashauri ikakubali kulipia kufidia hivi viwanja ili tuweze kuweka. Wa kata hii na uh, chini ya mheshimiwa Juwani mwenyekiti wangu wa mwenye Chama cha Mapinduzi wa kata mmefanya kazi nzuri ya usimamizi, lakini niwaombe sana halmashauri endeleeni kuhakikisha miradi hii kwa kweli naendelea kubaki kwenye hali ya usalama, na sisi kama CCM tunaridhika Kamati ya siasa ya mkoa inaridhika. inaridhika na usimamizi mzuri ambao kwa kweli mmeufanya mkiwa wadau wote.